Tumemteua kwa sababu amefanya kazi kubwa ya maendeleo, ya kusababisha maendeleo katika nchi nzima. Kwa nchi nzima ameweza kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule za msingi, ujenzi wa shule za sekondari, ukarabati wa shule zilizokuwepo. CCM oyee. Dkt. Samia Suluhu Hassan ametengeneza shule hizo, amehakikisha anatafuta fedha ni kuhakikisha tunasimamia watoto wetu ili waende shule, waende kusoma na waweze kufaulu. Sisi moe. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan hakuishia hapo, ametoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa zahanati, vituo vya afya na hospitali. Zamani zahanati inaweza ikawa kwenye kijiji kimoja, akina mama wajawazito walikuwa wanapata tabu lakini kutokana na ilani yetu ya Chama Cha Mapinduzi imesema tutajenga zahanati kila kijiji, tutajenga vituo vya afya <tipa> lengo la Dkt. Samia Suluhu Hassan watu wake waweze kupata matibabu na wawe na afya bora. Sisi moe hatuna vifaa tiba vingi. Unaenda anamjua mtoto wako kwamba, je humo ndani ya tumbo humo la mke wako mtoto yuko salama. Kama yuko salama anakwambia mzee, kiumbe chako kiko Samia Suluhu Hassan alivyokuwa makamu wa rais alisema atahakikisha kwamba na watu wa wanawake ndio kichwani, kutokana na taabu ambapo walikuwa wanahangaika kupata maji. Wa kweli, eh, kulikuwa na shida, lakini Dkt. Samia Suluhu Hassan katika ilani hii iliyokwisha amenunua gari la kuchimbia visima. Kila mkoa kuna gari la kuchimba visima. Ilani tuliyo nayo sasa ya 2530 imeonyesha ni lazima tutahakikisha kwamba tunaendelea kuwapatia maji safi na salama wananchi wetu.